Mtoa hoja, taarifa. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa taarifa kwamba bunge lilikaa kama kamati ya matumizi na limekamilisha kazi yake, hivyo naomba taarifa ya kamati ya matumizi ikubaliwe na Bunge. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Waheshimiwa wabunge, hoja imeungwa mkono, asanteni sana. Sasa nitawahoji waheshimiwa wabunge wanaoafiki hoja ya Mheshimiwa waziri wa ujenzi kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya wizara ya ujenzi kwa mwaka wa fedha 2025/2026 hmm, waseme ndio, yeah. Wasioafiki waseme sio. Nadhani walioafiki wa wameshinda. Waheshimiwa wabunge, baada ya kuwahoji na ninyi wengi wenu kusema mnaafiki basi nitumie fursa hii kutangaza rasmi kwamba Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limepitisha rasmi makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Na mheshimiwa bunge, kwa kusema hivyo, nitumie fursa hii kumpongeza sana mheshimiwa waziri lakini pia mheshimiwa naibu waziri Katibu mkuu na watendaji wote chini ya wizara hii, na tunawatakia kila la heri katika utekelezaji wa yale ambayo mmewaahidi wabunge kupitia bajeti yenu, lakini mliowaahidi wabunge wakati wa ufafanuzi wa hoja ambazo wamezileta mbele yenu kutoka kwa wananchi wanaowawakilisha.